Jeshi la polisi mkoa wa Morogoro linaendelea na mikakati yake ya kuimarisha usalama kwa kufanya operesheni mbalimbali. Katika operesheni hiyo limefanikiwa kuwakamata watuhumiwa sita wa makosa mbalimbali kwa kipindi cha kuanzia Oktoba mosi 2025 hadi sasa katika wilaya ya Kilombero, Morogoro na Mvomero. Katika operesheni iliyoshirikisha askari wa wanyamapori iliyofanyika wilaya ya Kilombero na Mvomero, imefanikiwa kuwakamata watuhumiwa wanne wakiwa na jumla ya vipande ishirini na vitatu ya meno ya tembo. Katika tukio lilotokea Oktoba 12, 2025 walikamatwa Ernest Edwin Makali mkulima mkazi wa Mbingu, huyu ana umri wa miaka 53. Uh, Loyce Mwaka Luvanda uh, mwenye umri wa miaka 58 mkulima mkazi wa mkoani Iringa wakiwa na jumla ya vipande 20 vya meno ya tembo. Watuhumiwa walikamatwa katika kijiji cha Sagamaganga kata ya Signal uh, wilaya ya Kilombero mkoa huu wa Morogoro. Aidha Oktoba 15 2025 katika kijiji cha Kidudwe kata ya Mtibwa wilaya ya Mvomero walikamatwa Athmani Sadiki Mtai mwenye umri wa miaka 32, ni mkulima mkazi na mkazi wa Kidudwe na Ayubu Zakaria Kasian, huyu ana umri wa miaka 18. Aa, kwa pamoja walikamatwa wakiwa na kichwa kimoja cha mnyama aitwaye, anayedhaniwa kuwa ni swala. Vile vile mnamo Oktoba 13 katika kitongoji cha Kimbwala kijiji cha Kisaki wilaya Morogoro alikamatwa mtu mmoja aitwaye Mongota Lugwasha Jisabu mwenye umri wa miaka 27, mkazi wa Kimbwala, huyu alikamatwa akiwa na vipande vitatu vya meno morogoro, sheweri, nikijana, ya tembo. Jeshi la Polisi mkoa wa Morogoro limefanikiwa pia kuwakamata Fadhili Mohamed Sheweri, huyu ni kijana mwenye umri wa miaka 17, ili mkulima ni mkazi wa Muhola, Ifakara wilaya Kilombero na Kretus akwilini mnolele naye ni kijana umri wa miaka 16 mkulima mkazi wa mhola, kwa tuhuma za kufanya matukio ya unyang'anyi wa kutumia silaha. Vijana hawa walifanya tukio hili Oktoba 17, 2025 majira ya usiku huko katika eneo la uwanja wa taifa kata ya Viwanja Sitini wilaya Kilombero ambapo watumiwa kwa pamoja walipora pikipiki piki mc 155 15, dyr na kumtelekeza kijana aliyekuwa amemkodi. Mbinu waliotumia ni kumkodi aa, kama abiria na baadaye kumkaba na kumtelekeza, lakini kwa jitihada za jeshi la polisi, vijana hao pamoja na pikipiki wamefanikiwa kukamatwa na sasa hizi wanasubiri hatua zingine zinazohusiana na haki jinai. Jeshi la polisi linawashukuru sana wananchi ambao wanaendelea kushirikiana na polisi katika kutoa taarifa za uhalifu na wahalifu. Aidha linawataka watu wote kuacha vitendo vya uvunjifu wa amani hasa wakati huu tunapojiandaa kutekeleza zoezi la kikatiba la kupiga kura Oktoba 29, 2025 kuwachagua rais wa bunge pamoja na madiwani.